Zifuatazo ni njia nyepesi za kurinyu leseni yako ya udereva ambayo imeisha muda wake. Namba moja: kusanya taarifa muhimu. Hapa naongelea nyaraka muhimu kama vile leseni ya zamani, kitambulisho cha taifa au hati nyingine ya utambulisho inayokutambulisha, lakini pia picha ya passport ya hivi karibuni. Hatua namba mbili: tembelea ofisi yoyote ya mamlaka ya mapato Tanzania iliyopo karibu yako. Kwa hiyo nenda ofisi ya TRA iliyopo karibu yako. Hatua namba tatu, utajaza fomu ya maombi ya kurenew leseni. Baada ya kujaza fomu ya kurenew leseni, utatakiwa kulipia ada ya kurenew. Ukishafika ofisi za TRA watakupa kiasi kinachotakiwa ili ulipie ili urenew leseni yako. Baada ya kulipa ada na kuwasilisha fomu, utapewa risiti na utapewa tarehe ya kuja kuchukua leseni yako mpya. Subscribe, nikutakie siku njema.